Kwanza nataka ufahamu tu kwamba m, najua unajizima data na ku, kuweka nguvu sana sana kwamba ee, nyinyi mnafanya mambo kwa mkumbo. Nataka ufahamu na wajua unafahamu kwamba vifo vinavyolalamikiwa, vilio unavyoviona huku mitaani sio vilio vya wakati huu tu, wa mambo mambo yaliyoendelea hapa, sio Naomba ufahamu kwamba, kwa mfano, mimi na mke wangu tunalia mtoto wangu wa miaka 11 12 kasoro siku 16 sita. Hakuandamana kokote mwaka 2022, hakuandamana kokote. Binti yangu Sifa amekufa kifo fulani kigumu sana, wengi mnafahamu, hajaandamana ha, kokote. Binti yangu hajaandamana nina kijana wangu anaitwa Martin ametekwa tarehe ishirini na moja. Hakuandamana kokote. Watu, vifo na vilio hivi ambavyo umeviona, kwanza naomba ufahamu, cha kwanza sio vilio tu ambavyo vime ni vya hapa katikati, watu wanalia vingi, lakini mbili fahamu, a wa watu ambao pengine walitoka wa, wa, wa kwa namna hizo walizotoka, fahamu kilichokuwa kinawatoa. Najua unajua najua unajua, lakini kubwa tunataka ujue, eh, vilio hivi unavyoviona mitaani, ah, si vya jana tu, si vya leo tu, ni vizito kwa sasa, kwa sababu viko kwa wingi kwa njia ya aina moja. Eh, nataka ni shauri jambo kuhusiana na wanaoonekana ni kama kusherehekea vifo vya makumi kama si mamia kama si maelfu, ambao vimeendelea kuonekana katika maeneo mbalimbali mbali, na hasa kwenye mitandao ya kijamii e, aina ya wanaoonekana comment ambazo zinaonekana hata sasa. Nimeona hata kuna video clip fulani zinaonekana ni kama ni za watu wa ukanda fulani katika nchi yetu ya Tanzania na hata zina viashiria vingi vya kuonyesha ni watu wa dini fulani. Sasa, jambo la kwanza tu kabisa nataka ufahamu kwamba eh, hamuitetei dini kwa kufanya hivyo, ila mnaichafua dini anyway Najua mimi si mtu ambaye ushauri wangu ni wa maana, na nikionekana tu hivi nadhani mikono ya wauaji inafikiri sana, hivi huyu bado yuko hai, huyu ni wale wasiopaswa kabisa kuwa hai. Sasa kitu ambacho nimesema mara kadhaa, mimi niko hai kwa sababu aliyeniweka duniani huenda na kazi na mimi mimi mwenyewe huwanajua ni ingewezekana sana, hicho ambacho unakitamani kimewezekana kwa mtoto wangu, kimewezekana kwa binti yangu Sifa, kimewezekana kwa wapendwa wangu kadha wa kadha. Kwa hiyo e, kama huwa najua uh, hata kwangu kina kinawezekana, ni vizuri sana usitabike sana. Na kwa nini yuko hai? Ungejiuliza sana, anayeniweka hai huenda na kazi na mimi, ambayo ukihangaika sana na mimi huenda utaharibu na yale mengine ambayo ulikuwa umetaka kuyafanikisha kwa watu wengine. Lakini vinginevyo, anyway, nitarudi baadaye kidogo kusoma maandiko. Ni kwa nini e, pamoja na kuona siwezi kusikilizwa nikitoa ushauri, inazidi kuwa kwenye hatari, lakini bado wanajikuta, ninarudi, ninaongea. Nitarudi baadaye kuonyesha mfano fulani Biblia. Lakini nitoe angalizo kwanza kwa mamlaka na pia kwa e, uongozi fulani wa kidini ya aina hiyo. Kwa sababu majina na uandishi vinaonyesha kabisa ni dini ya aina fulani, inaonyesha inasherehekea sana hiki ambacho ni kilio kikubwa. Kuna, comment, kuna hata kuna video clips zinaandika vitu fulani. Sasa e, ningetamani mamlaka za dini hiyo, mamlaka za nchi zitoe karipio kali na onyo kali kwa watu wa aina hiyo, kwa sababu hawatangazi moja, ifahamike, hawatangazi ni ushindi au ni ukubwa wa mamlaka wanayoisifia, bali nahisi wanaihatarisha zaidi mamlaka wanayohisifia. Mbili, e, wafahamu kwamba wanaoongea nao sio hao waliokufa, ni ndugu za waliokufa. Kwa hiyo hao wanaoongea nao wanawapandisha hasila, wanaongea nasi ni ndugu za waliokufa kwa kinachofanyika, ni unatupandisha tuasira, kwa sababu hakuna kosa laki, hakuna kifo cha kizembe kinachofanya ndugu aone kweli ndugu yetu kafa kizembe. Let's say hao waliokufa E, waliowawa kwa ma, kwa makumi hivyo, kwa mamia hivyo, kwa maelfu hivyo, kwa namna kadha wa kadha ambazo zinaweza zikiwa zinaonekana kana, kana kwamba ziko kwa sura kama hiyo, na wale ambao wanajaribu kutoa takwimu ambazo sio rasmi. E, ndugu akifiwa na ndugu yake, hata kama alikuwa mzembe ndugu huyo kiasi gani, maidia kifo kinauma kuliko uzembe. Kwa hiyo wewe utakayepita kwa namna yoyote na kuanza kusema hey, ndo mwache kufanya mambo kimkumbo, ndo mwache kuiga watu fulani ambao hawezi kupatwa na jambo fulani baya, nataka nikwambie, hapo unayezungumza naye sio huyo aliyelala, ni hao walio hai, ambao hakuna kiwango aina ya kosa linalohalalisha ndugu yao kufa. Kwa hiyo wewe unajihatarisha milele. Yaani wakikuangalia ni kweli hawana la kukufanya, lakini wanaku katika wakati wote ambao dunia itakuwepo watakuwa wakikufikiria, na siku mambo pengine yamekaakaa yalivyokaa, huenda ukawa kwenye shida ambayo sio lazima. Kwa hiyo naomba ufahamu ufahamu kabisa kwamba eh, ushauri unaotoa watu walian wali walikufa wali, wali kizembe watu walikufa kizembe, si mali pake. Ni kweli tatu ni kweli, kuchoma vitu kuchoma vitu ni jambo baya sana. Mnaposema maandamano, kuchoma vitu vya watu au wa miundombinu ni jambo baya sana lakini njia ya kudhibiti kisheria kiutu, sidhani kama ni kuua ndio maana nimesema unayoonyesha kuwapa ushindi na ubabe wanaokuwa wamefanikisha hayo hauwatetei unawahatarisha kwa sababu kuna kesho haki haki haki ni haki hata kama kuna wakati ilifunikwa, ilifichwa, ilichafuliwa, ilidhibitiwa, iliondolewa kwao. Ningetamani sana uwe makini, uwe makini sana unae komenti. Lakini kuna komenti eh, moja ambayo nayo ndani yake inaonyesha furaha ambayo inajirudia sana kwamba mnaosema habari za vifo ni kwa sababu kiongozi anaweza kawa na chembe chembe za dini ya Kiislamu, kwa hiyo mna chuki za kidini. Mimi huyu namwambia tu moja kwa moja ya kwamba kama kuteka, kuua watu, kudhurumu watu, kuonea watu ni dini ya Uislamu, dini ya Uislamu inakubaliana na hayo na kwamba Muislamu akiua akiteka akitesa watu akionea watu akidhulumu watu hatakiwi akanywe, ak, aambiwe madhara uzito wa damu ya mtu. Basi kama Uislamu ndo huo, mimi najiweka wazi na najiweka wazi tu kuonyesha kwamba basi nauchukia sana, nitaupinga sana Alafu bila shaka Uislamu wa aina hiyo utaanguka na kupotea kabisa katika nchi na katika dunia, na kuhakikishia na yeyote aliyeshika Uislamu wa aina hiyo, aliyeshika Uislamu wa aina hiyo, anayejua kuua watu kwa sura kama hii, kuteka watu, kuonea watu, kudhurumu watu, ubinafsi, anajua ndio Uislamu na mkisema ni chuki, basi mi nataka huyo tu nimwakikishie kwamba uislamu aina hiyo nauchukia sana sana. Alafu na hakika uislamu na aliyehusika wataanguka wakati wowote. Ndio maana nimekwambia pale mwanzo ya kwamba inawezekana kabisa kufanya yote hayo unayofanya, ukadhani unautetea uislamu, kumbe unaochafua uislamu. Inawezekana ukawa unajua unawatetea unaojua, uh, ni wababe na kumbe unawahatarisha unaojua kwamba ni wababe. Jambo la mwisho ni kujulishe kwamba sio kila vifo vingi vikitokea ni kushindwa kwa waliofiwa na hata waliokufa. Kuna vifo ambavyo vinaweza vikatokea vingi sana vingi sana, na ukawa ndio mwanzo wa ukombozi wa kweli. Naomba sana uweke akiba ya maneno, uwe na ukweli. Huu ni ukweli mgumu sana ambao naamini kabisa hata mimi ee, ni moja ya vitu ambavyo vinaonekanaga ni mbaya sana, lakini na nakujulisha, nakujulisha tu ukweli. Lolote ambalo litafanyika juu ya maisha yangu mi nafikiria bacho naambiaga waumini kanisani na hata mke wangu mara kadha wa kadha, nasema natamani sana roho yangu siku moja au mbili kabla ya kufa au kupotea, watu viweko vitu ambavyo vinaonekana nilisema. Viweko vitu ambavyo nilisema. Na mwisho nimalizia kwa kusoma andiko, kusoma andiko. Wakati mwingine kuna watu ambao hujiuliza Mchungaji, kwa hatari zote hizi, kwa nini usingepotea tu? Kwa nini usingepotea usingenyamaza tu ukapotea? Hata mimi natamani sana, natamani sana lakini, mwambie mara kadhaa, mwambie mara kadhaa e, chanzo cha mimi kuwa hai tangu elfu mbili mwezi wa 11 tarehe 16, ya kwamba chanzo cha mimi kuwa hai kiliniamuru, kiliweka ndani ya moyo automatically kwamba wakati wote nitanena lile ambalo Mungu ataliweka kinywani mwangu, ambalo baadaye na Yeremia naye aliambiwaga jambo la aina hiyo katika Yeremia moja kwamba nimeweka neno, nitaweka maneno kwenye kinywa chako Yeremia. E, alijua kwamba yale maneno Mungu atakuwa anaweka tu, yanapotakiwa atoke, anaweka kumbe, anaweka kwenye ufahamu, anajikuta tu Yeremia, hata hatari ni kubwa, lakini hawezi kujizuia mwisho akisema na kuwa kubwa madhara na kuwa makubwa maumivu anakuwa makubwa, anahisi sitakuja kusema tena lakini baadaye anajikuta analazimika kusema. Wakati mwingine hicho ndo ninachopitia na, na nukuu sasa ambacho Yeremia wakati fulani alikuja kulalamika, akaja kulalamika kwamba Mungu, uliniambia nini, utakuwa unaweka maneno kinywani mwangu na utanilinda lakini kila naposema, najua nani mimi nayesema, kwa sababu naonaga tu uzito kwenye moyo wangu, na nikisema yanayokuta mabaya ni mimi. Lakini pamoja na mabaya akinikuta, nikipata relief nafuu yoyote, najikuta bado natakiwa niseme tena, natakiwa niseme tena. Sikia hiki alichosema Yeremia hapa. Yeremia 20, mstari, mstari wa saba hadi wa 18, lakini taruka mistari hapo katikati. Mstari wa saba anasema: Ee, Bwana umenihadaa nami nimehadaika, wewe una nguvu kuliko mimi ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchekesha mchana kutwa, kila mtu hunidhihaki nane, maana kila ninenapo, napiga kelele, nalia dhuluma, uwaji na uharibifu, kwa kuwa neno la Bwana limefanya shutuma kwangu na dhihaka mchana kutwa nami nikisema sitasema tena, sitamtaja tena kwa jina la Mungu, sitamtaja tena Mungu, kwamba nataka hivi anakataa hivi hataki mambo yawe hivi. Nikisema sitasema tena wala sitasema tena kwa jina lake, sitamtaja tena Mungu wala sitasema tena kwa jina lake, basi ndipo mwaoni mwangu kumekuwamo kama moto wa kao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili wala siwezi kujizuia kumi. Maana nimesikia mashutumu ya watu wengi, hofu ziko pande zote. Rafiki zangu wote wananivizia, nis, nisite husema. Mshtaki nasi tutamshtaki, huenda akaadaika, nasi tutamshinda, tutajiripiza kisasi kwake. kumi na nne Yeremia akafika mahala, akasema kwa, kwa hali ilivyo hapa. Na ilaaniwe siku niliyozaliwa ishibarikiwa siku ile aliyonizaa mama yangu. 15 Na alaaniwe mtu yule aliyemletea baba yangu habari akisema, amezaliwa mtoto mwanamume, akimfurahisha. 16 Mtu huyo na awe kama mji ule ambao bwana aliuangamiza sijute, na asikie kilio asubuhi na kelele za fujo adhuhuri. 17 Kwa sababu hakuniua nilipotoka tumboni, na hivyo mama yangu angekuwa kaburi yangu kaburi langu na mimba yake siku zote mwisho. 18 nalitoka tumboni kwa sababu gani? kuona tabu na huzuni, hata siku zangu ziharibike katika aibu. Haya ni maneno ya Yeremia, haya ni maneno ya Yeremia ambayo alikuwa anaonyesha na, na mimi ningependa kutulia, ningependa kabisa kwa hatari inayonikuta kila ninapotoa ushauri fulani na angalizo fulani, lakini ameshatoa sababu hizo hapo ambazo bila shaka, mm, ume, umeona ni kwa nini ameendelea kusema. Kwa nini ameendelea kusema endelea kusema Yeremia, na mwisho ni kumalizie kwa hiyo Yeremia sura ya 15 mstari wa 10, asema ole wangu, mama yangu, kwa kuwa umenizaa mtu wa kuteta na mtu wa kushindana dunia yote. Mimi sikukopesha kwa riba wala hawakunikopesha kwa riba, lakini kila mmoja wao hunilaani, kila mmoja wao hunilaani. Sikuwa, sikuwadhurumu mimi, lakini kila mmoja hunilaani. Nimekuwa ni mtu wa kushindana na dunia yote na dunia yote. Anyway, nikuwa natoa tu ushauri. Kwanza watu ushauri, kwamba itafutwe namna hao wanao comment na hata kutoa video clips za kwamba munafanya hey, vitu kwa mkumbo kimewalamba kwa, kimewakuta, tuliwakataza. Naomba ufahamu kwamba uh, kudai haki una consequences zake na zi-zimu hata kufa kwa hiyo kudai haki kinapotokea kifo kupigania haki usione ni ushindi au ni uzembe kwa aliyekuwa nadai haki hiyo kwa kiwango hicho nimesema ikiwa ni kwa kuchoma vitu vya watu au kuiba vitu vya watu hilo ni jambo baya sana lakini pia nakataa njia ya kuwaua kama ni njia ya kuwadhibiti, na naikataa, naikataa. Lakini kwa mujibu wa Bibilia, kuandamana kwenda kudai haki fulani, kuonyesha hisia fulani kwamba ili jambo si sawa, tunaomba liwe hivi, tunaomba tusikilize. Kwa mujibu wa Bibilia najua sio jambo zuri, huwezi kusikia vizuri, lakini kwa mujibu wa bibilia ni, ni ni, ni, ni ni haki. Kuna mwanamke mmoja aliandamana peke yake. Kuandamana ni ku, ni kushupalia. Aliandamana kwa kadhi kwa, kwa hakimu, akamwendea kila siku katika, ma, katika, ma, katika ma, Luka 18 pale, akamwendea kila siku kila siku akimwambia nipe nipe nipe nipe haki yangu, nipe haki yangu, nipe haki yangu yangu yangu haki yangu. Kadhi yule asema, alikuwa dharimu, asema, ingawa sijali watu, lakini huyo mwanamke nitampa haki yake mara Kuan, kuandamana ni kuambatana, ni kuonyesha uzito wa tatizo lililopo, na njia ya kufuta maandamano ni kusikiliza wanataka nini. Mimi nahisi mtutu wa bunduki huwa hautulizi mambo, nahisi mauaji inawezekana mauaji huku mbele alikokwenda ya yameendelea kuwa makubwa kuliko yalikotoka. Niliwahi kuonya kule nyuma, nilisema hivi, kadi utakavyoua mmoja haujamkomoa uliyemuua, umewakomoa ambao alikuwa akiwategemea. Kwa hiyo kama huyo mmoja umemuua kwa kuwa alikuwa anakuchukia, ili upunguze wanaokuchukia, umeongeza wanaokuchukia kwa mauaji, kimekuwa ni kama silaha ya kutuliza mambo. Kwa kadri ilivyotumika hivyo, ndivyo ilivyoongeza watu wanaodai haki. Sasa si haki tena za vitu vingine, sasa wanaongeza na haki iliyo kuu ya kuishi. Nimetoa mara kadhaa, njoo tuzungumze na mazingira na namna za kuzungumza zilizosahihi. Sasa najua nimeonekana adui, najua nimeonekana adui, lakini ninaamini kuna siku naamini, wewe uwe nawaketu, naamini uwe nawaketu, na kwa sehemu kubwa, unaowatetea wenyewe wananielewa, unaowatetea wenyewe wananielewa, ila wewe, kishoka, chawa unayewapigania wewe, huwezi kunielewa, ila naamini kuna siku watataka kusikiliza, na watakapotaka kusikiliza hawatakuwa na uwezo wa kuhimili kusikiliza, na watajiona hawafai kusikiliza. naliacha kwenye fumbo hivyo. Asante sana kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliye akiwa ametokea, au ama anatokea mafichoni, na ambako nako hajui linalotokea dakika tatu tano zinazofuata mbele yake, ila anaona ni haki sana kutimiza wajibu wake katika siku alizopewa pumzi kuishi. Hata kama unaweza ukawa unampenda sana ama unamchukia sana, usingetaka apatwe na jambo lote baya. Lakini yeye anasema itengeneze njia ya, ya Bwana, anyosheni mapito yake. Yeri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayewawa, atakayefiwa ama afae katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwamuzi na muhukumu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.